Katika juhudi za kuimarisha sekta ya teknolojia na mifumo ya kidijitali, Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Machakos imeandaa hamasisho kwa wananchi katika kaunti ya Machakos kuhusu utumizi wa teknolojia na mifumo ya kidijitali. Akizungumza katika hamasisho hilo, Katibu mkuu wa wizara hiyo John Tanui ameweka wazi juhudi zinazoendelezwa na serikali za kuhakikisha kuwa serikali inapiga hatua muhimu itakayosaidia kuendeleza sekta husika. Are US. They are also active their whole businesses. Tanui akidokeza kuwa serikali inajitahidi kuhakisha kuwa wananchi wana uwezo wa kuzuru mitandao kwa urahisi kupitia intaneti ya bure inayopatikana katika maeneo ya umma. Kulingana na msimamizi mkuu wa Chuo Kikuu cha Machakos Joyce Agalo, shule hiyo imejitahidi kuwawezesha wanafunzi kupitia mfumo mbalimbali mbali ya kidijitali wanafunzi na vijana kwa ujumla wakiraiwa kutumia fursa hiyo kupata mafunzo na nafasi za ajira. Aidha, wadau mbalimbali katika sekta husika wameraiwa kuhakikisha kuwa wanatafuta njia zitakazosaidia kuwepo kwa usawa katika utumizi wa teknolojia, hasa kutokana na changamoto wanazozipitia wanaoishi na ulemavu. James Mwangi Undugu TV